Ujambo popote pale ulipo na karibu kwenye pita pita za kwangu mi hapa ni V double M, ukipenda Victor Mandala. Naam. Nikafika katika maeneo kadha wakadha samahani hiyo kelele kidogo karibu na uwanja wa ndege lakini basi hamna tatizo. Natumai basi unazidi kunipata vema. Naam. Nikafika katika maeneo kadha wakadha ndizo nianzie eneo la Diani Kwale neno subscribe, kiambia sign in, sign in na Gmail account yako, copy the link and share. Niweke comment yako pale, itakuwa vema zaidi. Nam ni kazia Diani Kwale. Kwale kule kuna nusura avunje ndoa kumezea mata vipusa wa mtandaoni. Jamaa mmoja alijipata pabaya baada ya mkewe kumfumania akiwasiliana na wanawake mtandaoni na kuwatumia pesa. Anasema alianza kama burudani ya siri, lakini ikageuka kuwa uraibu uliomgharimu pesa nyingi na nusura avunje ndoa yake. Yaani wewe unakutana tu na watu mtandaoni, alafu unawatumia pesa. Nia yako ya kutumia, kutumia pesa ni ipi? Ati unasema ni uraibu, ilikuwa tu kama mchezo mchezo Unacheza na moto utachomeka. Nusura tu avunje ndoa yake. Kama mke wake hangekuwa na msimamo mkali, hiyo ndoa ingekuwa imefika mwisho, au sio? Please usianze vitu vya ajabu ajabu, usicheze na moto, usicheze na moto. Maandiko anasemaje? Usiamshe mapenzi kabla wakati wake. Sasa huyu wakati wake, lakini anaamsha ya nje, siamshe basi hapa ndani Hmm, wacha za ovyo. Anyway, naam nikitoka kule basi eh, Diani Kwale nikavuka mpaka eneo la eh, Kidhunguini Machakos. Kidhunguini Machakos kuna kisa kingine kilitokea pala ambapo basi de mmoja wa hapa alijawa na wivu usio wa kifa na kifani na kurudi nyumbani ghafla ili akarejesha viti ambavyo mumewe alikuwa amezawadiwa na mama jirani yao. Inaarifiwa kwamba demu huyo alikuwa ametoroka mumewe na kwenda zake mjini kwa kisingizio cha kusaka kazi. Alisomba vyombo vyote vya nyumba, na majirani akamhurumia jamaa na kumpa viti aondoe aibu nyumbani Aliposikia hey, Juzi mwanadada huyo alirejea nyumbani na akajawa na wasiwasi alipoarifiwa na, uh, alipoarifiwa na kidu, kidudu mtu kuwa viti hivyo vilitoka kwa jirani yao, licha ya kuwa aliacha nyumba ikiwa tupu. Wewe umechukua vitu vyote, umechukua viti vyote, umebeba. Ulikuwa unataka mume wako asurvive aje? So baada ya kubeba, kuna jirani ambaye ni roho safi amempatia viti lakini. Laki, swali najiuliza ni roho safi ama kuna strings attached. Sijui. Kwa hivyo dada alipopata wivu kampanda alienda akarudi akarudisha viti. Sasa mjinga hapo nani? Sijasema mtu ni mjinga. Nimeacha naam kitafakari jua hayo, nikavuka mpaka Bamburi, Mombasa. Bamburi Mombasa, eh, kuna msupa mmoja mjini hapa alijipata kwenye njia panda baada ya mpenzi aliyedhani ndiye wake wa maisha kutoa ombi lilomshtua demu. Anasema uhusiano wao ulikuwa mzuri na aliamini umejengwa kwa msingi ama misingi ya heshima na uaminifu, lakini mambo yalibadilika ghafla mpenzi wake alipomtaka akubali kufanya mapenzi na rafiki yake wa karibu, akisema ni jaribio tu la kuimarisha urafiki wao. Ombi hilo lilimwacha akiwa na hofu na maswali kuhusu maadili ya na heshima ndani ya uhusiano wao. Yani mme wako unaye mpendo na, na mweshimu alafu anafika mahali anasema E, usike kwa tendo la ndoa na rafiki yake wa karibu. Anania ipi? Ni, ni majaribu ni mtihani? Ama pia hivyo ndivyo yeye huwa, so anataka kuingiza kwa maneno kama ya kwake, je ni mwaminifu kwa ndoa pia? Haya, akiwa ni wewe utafanyaje? Utakubali kila ambacho amekushauri kufanya mme wako, ama utakataa? Na je mbona amekwambia hivyo? haya. Haya. Wana ndoa hizi ndoa zina issues na nah, nikitoka kule basi nikavuka mpaka mkokoni kule Kwale, mkokoni Kwale, kizaza kilizuka katika boma moja la hapa baada ya kipusa mmoja kugundua kwamba bwanake bwana, uh, alikuwa amemwalika mganga. Duru zinasema kwamba Polo alimweleza mkewe kuwa mgeni huyo alikuwa mwombaji. Kutokana na udadisi wake, kipusa aligundua kwamba uh, hakuwa mwombaji alikuwa mganga. Ni wapi? Ni Kwale mm? inaitwa Mkokoni Kwale yani. Ameita mwombaji sasa, hata hata mganga ni mwombaji eti? Mungu atusaidie. Alikuwa amemdanganya nakagundua, akiwa niwe utafanya sio kumaanisha kwamba ye uenda kwa waganga. Sasa hizo nyini ni waokovu mungu asaidie mungu asaidie nikatika pitapita na kuambia ulimwengu huna mambo na visanga na vituko eh? na nikitoka kule basi mkokoni nikavuka mpaka Awendo Awendo Migori watu wa Migori mpo ambapo basi kuna jombi mmoja wa hapa alimgombeza rafiki yake wa, wa chanda na pete akimlaumu kwa kumnyemelea mpenzi wake kisanga kilizuka kwenye ploti yani mnanyemeleana okay. Kisanga kilizuka kwenye ploti, jamaa akimlaumu wenzake kwa kumharibia uhusiano, asema, ulikosa wanawake wa kukupa kukupasha joto ukaamua kuninyemelea yani, nyinyi ni marafiki wa toka ni toke, alafu nakuja unamnyemelea mwenzako. Is it true ama u jamaa anafikiria tu ana overthink? Unaonaje? Anyway, ni katika pita pita za kwangu, mimi hapa ni VMM, ukipenda Victor Mandala, kwenye pita pita za kwangu. Ikiwa basi ulimwengu umejaa visanga na vimbwanga au sio? na no. Tunasema hapa kwamba iwapo wajiunga nasi for the first time, hakikisha kwamba umesubscribe chini ya video hii. Kuna neno subscribe, click neno subscribe, kiambia sign in, sign in na jina la akaunti yako, copy the link and share na weke comment yako pale, na Bwana akutende wema. Naposema kuishi kwingi kuona mengi na kutembea kwingi kuona mengi zaidi. Subscribe na make sure umesubscribe na no, weke comment yako hapa na Bwana akutende wema. bye bye.